Mheshimiwa Mwenyekiti, muswada huu kwa namna yoyote ile unakiuka katiba ya nchi. Nasema hivyo kwa sababu muswada huu umepunguza kwa kiasi kikubwa mno haki na uhuru wa wananchi kupata na kutoa habari iliyotolewa na katiba ya nchi, na kwa mujibu wa msingi wa kisheria, katiba ndiyo sheria mama na sheria zote lazima zifuate misingi ya katiba. Sheria inayopingana na katiba ni sheria batili. Kwa sababu hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, Sheria hii inayopendekezwa ni batili tayari. Na hata kama itapitishwa, hat, na hata kama itapitishwa kishabiki kukidhi malengo ya serikali hii ya awamu ya tano ya kuwaziba midomo na kuwaburuza wa Tanzania, ubatili huo hautaondoka. Serikali hii ya awamu ya tano kwa kuwa ina nia ovu dhidi ya tasnia ya habari, wameamua kuleta mswada huo bila ya kushirikisha wadau wenyewe wa habari, kwa habari ili waweze kutoa maoni yao hata pale ambapo wadau walipoomba muda zaidi waweze kutoa maoni yao kikamilifu walinyimwa. Mheshimiwa mwenyekiti, katika mchakato wa kujadili mswada huu katika kamati ya kudumu ya bunge ya huduma za maendeleo ya jamii, kamati ilikuwa ikitoa maelekezo ya kuboresha vifungu mbalimbali vya mswada huu, lakini serikali ilikuwa haifanyi marekebisho hayo kama ilivyokuwa inaagizwa na kamati, jambo ambalo linadhihirisha nia mbaya ya serikali juu ya tasnia ya habari hapa nchini. Mheshimiwa mwenyekiti, kambi rasmi ya upinzani bungeni inatoa rai kwa waheshimiwa wabunge wote, bila kujali itikadi za vyama wala kwamba mmepewa milioni kumi kila mmoja wa bunge wa CCM, kujua kwamba jukumu la kutunga sheria ni wajibu wa kikatiba na ni kazi ya bunge hili na kwamba tunatakiwa kufanya hivyo kwa maslahi mapana ya taifa letu na sio maslahi ya milioni kumi. Mheshimiwa mwenyekiti, kambi rasmi ya upinzani mwenye, Mheshimiwa mwenyekiti nadhani tumepata fundisho kwa kupitisha bajeti ya 2016/17 kwa ushabiki na sasa inatuangamiza sote, kwani kila mtu analia ukata na bunge linashindwa kutimiza majukumu yake ya kikatiba kuisimamia serikali kutokana na ukosefu wa fedha. Kutokana na funzo hilo Safari hii tuache ushabiki wa kiitikadi ili tutunge sheria bora ya kusimamia tasnia ya habari kwa maslahi ya vizazi vya sasa na vya baadaye. Vinginevyo tutakuja kujuta na tunavyo, kama tunavyojutia bajeti ya serikali hivi sasa. Katika mapitio ya muswada hakijaonekana kifungu chochote kinachotoa ulinzi kwa waandishi wa habari. Imekuwa ni jambo la kawaida sasa kwa wanataaluma wa habari kupewa vitisho na wakati mwingine kuzuliwa miili yao na hata kuuawa kutokana na kazi ya kufichua uovu kupitia taaluma yao ya uandishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na ukweli huo, kambi rasmi ya upinzani bungeni inapendekeza kiwepo kifungu masusi cha kuwalinda wanahabari dhidi ya vitendo viovu vinavyofanywa au kufanywa, vinavyoweza kufanywa dhidi yao, maana tunasikia sasa wanapigiwa simu mpaka kutoka jumba jeupe. Mapitio ya vifungu B. Mheshimiwa Mwenyekiti, Kifungu cha tatu cha muswada kinahusu tafsiri ya maneno kama ambavyo yatakuwa yanatoka yanatoa maana kwenye sheria hii. Neno media means the industry trade of business of collecting processing dissemination of content through radio television newspaper and it includes online platforms. Kwa Kiswahili kama ilivyoweza kutumika mswada ni kwamba nanukuu: Chombo cha habari cha kielektroniki maana yake ni aina ya mawasiliano ya maudhui kwa umma kwa njia ya television, radio, video, semina, magazeti yaliyotolewa mitandaoni kwa njia nyingine yoyote ya kielektroniki na vifaa ikijumuisha mitandao ya kijamii na njia nyingine zinazoendana na hizo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa tafsiri hiyo ni kwamba hata wamiliki na waendeshaji wa mitandao ya kijamii ni lazima wapewe ithibati sasa. Kinyume cha hapo, mitandao wanaoiendesha itakosa uhalali wa kuendeshwa na wamiliki hao. Lengo la serikali ni kuweka udhibiti na usimamizi wa mitandao ya kijamii hii ni mitandao kama jamii forums, blogs zingine na kadhalika, kuwa chini ya udhibiti wa serikali. Na hili ndiyo maana serikali imeweka mitandao ya kijamii kama sehemu ya vyombo vya habari. Mheshimiwa Mwenyekiti, kifungu cha tatu kimeeleza maana ya mtandao wa kijamii kuwa ni, na nukuu mawasiliano miongoni mwa watu kwa njia ya mitandao ambayo yameanzishwa na watu hao kwa ajili ya kubadilishana habari na taarifa katika mitandao na majukwaa mengine ya teknolojia ya kisasa, mwisho wa kunukuu. Hii maana yake ni kuwa sheria hii inaenda kusimamia hata mawasiliano ya njia ya WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter na kila mmoja atafungwa kwa sheria hii. Muswada huu umepiga marufuku kuchapisha ama kutangaza taarifa za baraza la mawaziri hata kama mtu akipata nyaraka inayoonyesha kuwa uamuzi uliofanywa na baraza la mawaziri haukuzingatia maslahi ya taifa kama ambavyo tumeshuhudia huko nyuma kwa mawaziri kufanya maamuzi yasiyokuwa na tija na wengine kufikishwa mahakamani na kuhukumiwa vifungo kama ilivyotokea kwa mawaziri Mramba na Yona. Kwa sheria hii ukichapisha taarifa kama hiyo unakuwa umetenda kosa kwa mujibu wa kifungu cha 72 C si. Kifungu hiki kinaingilia uhuru wa kupashana habari uhuru wa haki ya wahariri na ni vyema mswada huu ukaonyesha ni aina gani ya taarifa ambazo ni siri na hazitakiwi kuchapishwa badala ya kuacha kama ilivyo, ili kifungu hiki kitumike vibaya. Mheshimiwa mwenyekiti, pamoja mwenye na kifungu cha saba tatu kueleza kuwa ikitokea mgongano kati ya sehemu hiyo ndogo katika mswada huu na sheria nyingine zilizotungwa na Bunge, sheria hiyo ndogo ya mswada huu itatamalaki au kuzingatiwa, haiondoi uhalisia kuwa masuala hayo yataua kabisa uhuru wa vyombo vya habari. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali imeamua kuwa na aina ya waandishi wa habari ambao inawataka wao kama serikali, na hii ni kutokana na kuanzishwa kwa bodi ya ithibati kwa wanahabari nchini, na hii bodi ambayo itakuwa inaundwa na serikali yenyewe. Kifungu cha kumi na moja cha sheria kimeunda bodi hiyo ya udhibiti na sio ithibati kama wanavyotaka umma uelewe. Waziri mwenye dhamana na masuala ya habari ndiye mwenye mamlaka ya kuteua wajumbe wa bodi hii. Bodi hii ya waziri imepewa mamlaka makubwa sana ikiwemo kuwasimamisha na kuwaondoa wanahabari waliothibitishwa katika orodha, kifungu cha 13 A hey. Mheshimiwa mwenyekiti, adhabu imewekwa kubwa sana kwa mtu akifanya kosa kwa mujibu wa sheria hii atapigwa faini kati ya shilingi milioni tano mpaka milioni ishirini au kifungo cha miaka mitatu na kisichozidi miaka mitano jela au vyote pamoja. Jambo hili ni la hatari, kwani sasa bodi inajipa mamlaka ya kuhukumu na kutoza faini bila kupitia mahakama. Mheshimiwa Spika, katika masuala ya kinidhamu, kambi rasmi ya upinzani inapendekeza kuwa mchakato wa nidhamu kwa waandishi wa habari uanze kwenye baraza huru la habari ambao ndio wanaohusika na masuala ya kimaadili kwa maana hiyo kifungu cha kumi na tatu kionyeshe kuwa katika kutekeleza majukumu ya bodi itakuwa na mamlaka ya kupokea mapendekezo ya baraza la habari kuhusu nidhamu ya waandishi wa habari au kupokea rufaa kutoka kwa mwandishi wa habari baada ya uamuzi wa baraza huru la habari. Hii itasaidia kuipunguzia bodi jukumu na kuonekana kombo kama chombo cha kipolisi cha waandishi wa habari. Mheshimiwa Mwenyekiti, kambi rasmi ya upinzani inapendekeza kuwa leseni za waandishi wa habari zitolewe na mkurugenzi wa habari isipokuwa kama baraza lishatoa ithibati. Mkurugenzi wa habari hatakuwa na mamlaka ya kukataa kutoa leseni kwa mwandishi wa habari. Jambo hili halitakuwa tofauti na mawakili ambao baada ya kumaliza masomo kwenye shule ya sheria ya Tanzania na mamlaka ya kuthibitisha zikishamaliza kazi yake, cheti cha ithibati kufanya kazi hizo hutolewa na msajili wa Mahakama Kuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni lazima misingi ya utoaji wa leseni iwekwe wazi kama tulivyopendekeza hapo awali na sio kumwachia waziri kutoa utaratibu kwa mujibu wa kifungu cha nane. Mamlaka hayo yanaweza kutumia vibaya na kuleta matatizo katika utekelezaji wa majukumu ya kiti, wa waandishi wa habari. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika utaratibu wa kuwathibitisha waandishi wa habari wanaotoka nje ya nchi ambao si wa Tanzania kwa mujibu wa kifungu kumi na nane mbili cha muswada kambi rasmi ya upinzani bungeni inapendekeza kazi hiyo ifanywe na mkurugenzi wa habari au kamati ya bodi ya ithibati, kwa sababu inaonekana kwenye jedwali kuwa bodi itakuwa inakutana mara kwa mara na baada ya miezi mitatu, kwa kuwa waandishi ambao si Watanzania watakuwa wanakuja mara kwa mara.